Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu. Mungu akubariki. Ah, kwa kufungua channel yangu ya YouTube. Mungu akubariki kwa ndiyo, kufuatia mafundisho ambayo nina post kwenye channel yangu ya YouTube. Leo tutakwenda kujifunza kichwa cha somo. Nasema kwamba kwa nini watu wengi hawataki kuokoka. Watu wengi hawataki kuokoka. Roho Mtakatifu, mhudumu wa kweli, akakuhudumia kwenye maombi, kwenye mafundisho haya. Mafundisho haya yafanyike msaada kwako katika jina la Yesu. Amen. Tunaposoma kwenye Yohana, Yohana 3:20, andiko anasema maana kila mtu atendaye mabaya huchukia nuru, kila mtu atendaye mabaya huchukia nuru, wala haji kwenye nuru matendo yake yasije yakakemewa, matendo yake yasije yakakemewa. Maandiko anajaribu kuweka wazi sababu, yanaanza kutoa sababu mojawapo kwanini watu wengi hawataki kuokoka. Navozungumzia kwamba kuokoka manake ni kuja kwenye nuru. Tunaposoma kwenye Kolosai moja kumi na tatu kumi na tatu mpaka kumi na nne anasema naye alituokoa na nguvu za giza, naye alituokoa na nguvu za giza na kutuhamisha katika, na kutuhamisha, na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa upendo lake, ambao katika yeye kuna mkombozi, kuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Kwa mtu ambaye hajaokoka yuko gizani, anapokuja kwa Yesu, kuna kitu ambacho kinatokea katika ulimwengu wa roho kwamba unahamishwa kutoka kwenye ufalme wa giza na kuja kwenye ufalme wa nuru. Sasa kwa nini watu wengi hawapendi hawataki kuokoka? Kwa nini watu wengi hawataki kuja kwenye nuru? Andiko anasema kwa, kwa sababu wanatenda mabaya, kwa sababu wanatenda mabaya na hawataki kuacha mabaya, hawataki kuacha mabaya na hawataki kuja kwenye nuru, kwa sababu wakija kwenye nuru matendo yao matendo yao mabaya yatakemewa, na kwa sababu wa hawataki kuwacha. Wengine amkini ni washarati, wengine ni wazinzi, wengine ni waongo, wengine ni wezi, wengine ni wala rushwa. Hawataki kuacha rushwa, hawataki kuacha uongo, hawataki kuacha wizi, hawataki kuacha uzinzi, hawataki kuacha uasharati, hawataki kuacha pombe, kwa sababu anataka kuendelea. Kwa sababu hiyo hawako tayari kuja kwenye nuru, hawako tayari kuokoka, hawako tayari kuokoka. Anasema maana kila mtu atendaye mabaya huichukia nuru. huichukia nuru huichukia nuru nuru. Kwa nini anaichukia nuru? Kwa sababu anataka kuendelea kuishi katika giza, anataka kuendelea na tabia zake mbaya, anataka kuendelea kufanya mambo ambayo ni chukizo mbele za Mungu, kwa hawezi kuja kwenye wokovu, maana kija kwenye nuru matendo yake yatakuwa wazi, alafu yatakemewa. Ataambiwa aache washerati na yeye hayuko tayari kuacha. Ataambiwa aache uzinzi na yeye yupo tayari kuacha uzinzi. Ataambiwa aache pombe na yeye yuko tayari kuacha pombe. Ataambiwa kwamba aache kula rushwa na yeye hayuko tayari kuacha kula rushwa. Kwa watu kama wanachukia wanachukia nuru na wataki kuja kwenye nuru kwa sababu matendo yao yatakemewa kwamba watakapoamua kuokoka basi watakatazwa ba ba, baadhi ya vitu walivyo, baadhi ya mambo waliokuwa wanafanya na wako tayari kuacha, wako tayari kuacha, ndio hmm, maana wokovu haujajaa watu wengi ambao, watu wengi wenye hekima ya dunia hii. Paulo anaandika kwa Korintho wakisema kwamba si wengi wenye hekima ya dunia hii walioitwa, si wengi wenye hekima ya dunia hii. Wako maprofesa hawajaokoka wapo madokta hawajaokoka, wapo wenye masters hawajaokoka, wapo wenye digrii na nini. Si wengi wenye hekima ya dunia hii walioitwa. Na hata Yesu alikuwa na watu wa kawaida, wavuvi. Na ndio maana hata walipokuwa wanaongea kwa ujasiri, Mafarisayo walishangaa, sasa mbona watu hawana elimu, lakini mbona wanaongea kwa ujasiri sana? Lakini wakatambua kwamba walikuwa pamoja na Yesu, walikuwa pamoja na Yesu. Kwa watu hawataki kuokoka kwa sababu wanatenda mabaya. Watu hawataki kuokoka kwa sababu watakapokuja, watakapoingia kwenye ukovu matendo yao yatakemewa, matendo yao yatakemewa na hawataki, hawako tayari kuacha, hawako tayari kuacha, hawako tayari kuacha. Hiyo ni sababu mojawapo inayopelekea kwamba watu wengi wasiokoke, kwa sababu kuna maisha, mfumo wa maisha ambao uko kinyume na Mungu wanataka kuendelea nao hawako tayari kuacha, hawako tayari kuacha, hawako tayari kuacha. Wakija kwenye wokovu matendo yao yatakemewa, na wenye hawataki matendo yao yakemewa, wanataka kuendelea na matendo yao ambayo ni chukizo mbele za Mungu. Kumbuka jehanamu ipo, na jehanamu sio kwa ajili ya mwanadamu. Jehanamu ni kwa ajili ya shetani, jehanamu ni kwa ajili ya shetani. Wewe ni mtu wa thamani sana, jehanamu sio sehemu yako, jehanamu sio sehemu yako Janam sio sehemu yako, na unaweza kuiepuka janam sasa hivi. Kama uko tayari kumpokea Yesu kama bwana na mwokozi wa maisha yako, utaepuka janam sasa hivi. Yamkini unanisikiliza na hujaokoka, na hujaokoka, lakini unatamani kwamba uokoke. Yesu upo tayari kwa ajili yako. Unaweza kufuatisha maneno haya, sema: Bwana Yesu, nakuja mbele zako natambua kwamba mimi ni mwenye dhambi, ninaomba unisamehe dhambi zangu, ninaomba uyafute makosa yangu, futa jina langu kwenye, ja kwenye kitabu cha hukumu, naandika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Ninaamini ya kwamba ulikufa, ukazikwa, ukafufuka ili kuniokoa. leo hii ninakupokea e hey Yesu, uwe Bwana na mwokozi wa maisha yangu kuanzia sasa, karibu ndani yangu, weka makao ndani yangu, uwe kiongozi wangu, uwe msaada wangu. Ninakiri kwa kinywa changu ya kwamba kuanzia sasa nimeokoka, ninao uzima umilele, ya kale yamepita, kila kitu kimekuwa kipya. Amen. Kama umefuatisha maneno haya kwa imani, kwa imani tayari umekwisha okoka. Tafuta kanisa ambalo litakufundisha litakufundisha maneno ya kiroho ili uweze kuhukulia wokovu, na Mungu akubariki. Usirudi nyuma tena, katika jina la Yesu, jina lenye uweza, neema ya kusonga mbele, neema ya kuhukulia wokovu na iwe juu yako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, amen.